Mheshimiwa, pamoja na yote haya, kila shauri lina lina mazingira yake. Hatuna maana ya kusema tu, tunataka tucheleweshe kesi. Mheshimiwa, tangu tumekuja, tunaeleza hatua za za upelelezi ulipofikia na nini kinafanyika, ukizingatia hicho anachokisema kwamba hili ni shtaka kubwa. Shtaka kubwa upelelezi wake pia huko complicated. Haiwezi ikafananishwa na kutoa taarifa za uongo kama ambavyo ambavyo mwenzetu alikuwa na idea huko, lakini naona akaenda mbali akasema hii ndio kesi ya kwanza duniani kushtakiwa mtu mmoja kwa uhaini, si kena kwenda kujibu hiyo, lakini sidhani kama kifungu chenyewe kimesema mtu mmoja hawezi kushtakiwa lakini kusema kwamba ni mtu pekee aliyoshtakiwa na uhaini naona sipendi kujibu hilo, lakini labda atalihifadhi, tukutane mahakama kuu, kama itaenda mahakama kuu, kwa mahakama ni kosa kumshtaki mtu mmoja na uhaini. Lakini Mheshimiwa alikuwa anarejea kifungu cha mia mbili arobaini na tano ambacho mimi kiusaini nasema ni mia mbili sitini na mbili